Naitwa Scholastica Solomon Ndunga ni afisa mahusiano hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro. Morogoro, ninatoa taarifa kwa, kwa niaba ya mganga mfawizi ambaye anaendea majukumu mengine. Leo asubuhi saa 12 kasoro tulipokea majeruhi wa ajali ambayo imetokea maeneo ya Rugono iliyohusisha basi ambayo ni Hai, Hai Express pamoja na, pamoja na gari ya mizigo. Kwa hiyo ajali imetokea mahali hapo na hospitali tumeweza kupokea majeruhi wapatao arobaini na nne kati ya hao watu wazima ni thelathini na saba na watoto ni saba kwa upande wa wao watu wazima wanaume ni wana kumi na tisa wanawake ni kumi na nane na kwa upande wa watoto hao saba wanaume ni wawili wanawake ni watano lakini pia kupitia hiyo ajali tuliweza kupokea maiti mmoja maiti mmoja ambaye alifariki njiani wakiwaleta huko hospitali lakini maiti zingine nane ambazo zimeletwa, kati ya hizo maiti ambazo jumla ni tisa a, zimetambulika nne. Kwa hiyo mpaka saa hizi wagonjwa wanaendelea kupata huduma katika maeneo mbalimbali, wengine wanapata vipimo, wengine wameshaanza matibabu na hali zao zinaendelea vizuri. Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linamtafuta dereva wa gari aina ya Scania yenye namba za usajili T 404 CZS na tara lake namba T 804 BUB likiwa na ambalo lilikuwa limebeba shehena ya sukari likiendeshwa na dereva ambaye ametoroka baada ya kusababisha ajali iliyopelekea vifo vya watu tisa. Ajali hiyo imetokea Juni 12 nambii mwaka huu 25 muda wa alfajiri huko katika eneo la Merera kibaoni kata ya Merera wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro kwenye barabara kuu ya Iringa Morogoro ambapo gari yenye namba za usajili T 523 EKM, hii ni aina ya Higa basi likiendeshwa na dereva anaitwa Hussein Mohamed Mkwiz mwenye umri wa miaka 59, mkazi wa Dar es Salaam, ambaye amefariki kwenye ajali hiyo, likitokea mkoani Mbeya kwenda mkoani Dar es Salaam, iligongwa na roli la mizigo lenye namba za usajili T 406 CZS aa, na trela yake namba T 804 BUB aina ya Scania hii ikiendeshwa na dereva ambaye nimesema anatafutwa na kusababisha vifo vya watu tisa. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa lori kushindwa kulidhibiti gari lake na kupoteza uelekeo kisha kuligonga basi. Yeye huyu alikuwa anashuka, anatokea Morogoro anakwenda uelekeo wa Iringa. Tumepanda gari Hai Express kutoka Mbeya saa kumi na mbili na nusu tuka tukafanya kituo kidogo kwa ajili ya chakula pale Mbeya, e, Iringa. Baada ya hapo, tukaendelea na safari. Dereva alikuwa mzuri tu, kwa sababu alikuwa na mwendo wa kawaida kabisa. Ndio maana mimi ingaje mimi dereva, lakini ukiona mpaka na mimi nikapata muda wa kulala, ina maana iko vizuri kabisa sasa kama kilomita thelathini na tano kutoka mm, eh, kabla hatujafika hatujafika hapa Morogoro ndio nilikuwa nimepitiwa na usingizi kidogo ndio mara nasikia kishindo sikia kelele za watu ah, kwa kweli ni ajali ilikuwa mbaya sana kwa hiyo